Alitawala kwa hofu, alikufa kwa msimamo, lakini jina lake bado linatikisa dunia. Saddam Hussein, simba wa Baghdad. Simulizi ya nguvu, vita, hofu na urithi wa damu pale Iraq. Usiku wa jangwani haukuwa wa kawaida. Miti mikavu ya Tigris ilitikiswa na upepo wa ajabu, kana kwamba dunia yenyewe ilikuwa inangoja jambo kubwa kutokea. Ndani ya kasri lenye ulinzi wa hali ya juu jijini Baghdad, mwanaume mmoja mwenye macho ya kung'aa kama chuma alikuwa amesimama mbele ya dirisha, akiitazama nchi aliyoiunda kwa chuma na damu. Jina lake ni Saddam Hussein al-Tikriti. Jina hili lilikuwa tayari linajulikana duniani kote. Lilikuwa linajulikana kwa heshima, lakini pia kwa hofu. Saddam alizaliwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na saba katika kijiji cha Al-Auja karibu na Tikrit, Iraq. Baba yake alikimbia kabla hajazaliwa, na mama yake alijaribu hata kuavya mimba kwa huzuni, lakini maisha yakamkatalia kifo akakulia katika umasikini wa kutisha akanyanyaswa na mara kwa mara akilazimika kujilinda kwa mapanga na mawe. Ndio maana wengi husema ukitaka kuelewa ukatili wa Saddam, elewa kwanza jinsi dunia ilivyomkaribisha. Miaka ya elfu moja mia tisa na hamsini, akiwa kijana mwenye ndoto za utukufu, Saddam aliingia kwenye chama cha Baath Party kilichokuwa kinasema kinataka kuunganisha Waarabu wote chini ya utaifa, maendeleo na heshima. Lakini kwa Saddam, haikuwa tu siasa, ilikuwa safari ya kulipiza kisasi kwa dunia ilivyomkandamiza. Mwaka 1979 Saddam Hussein akawa rais wa Iraq baada ya mapinduzi tulivu lakini yenye hila. Siku yake ya kwanza madarakani aliwaita viongozi wote wa chama kwenye ukumbi, kisha akasoma majina ya waliokuwa wasaliti wa taifa. Mmoja baada ya mwingine akapelekwa nje, risasi zikalia. Ndani ya saa moja, Saddam alikuwa amejihakikishia utii wa taifa lote, lakini si kwa heshima, bali kwa hofu. Hapo ndipo jina Simba wa Baghdad likaanza kutamkwa. Mwaka elfu moja mia tisa themanini Sadam alivamia Iran akidai anatetea mipaka ya Iraq. Vita hivyo vilidumu miaka minane na kusababisha vifo vya zaidi ya watu milioni moja. Dunia ikagawanyika. Marekani, Saudi Arabia na nchi za Magharibi walimpa msaada wa siri, wakiamini ni ngao dhidi ya Iran ya Kiislamu. Lakini wakati huo huo, Sadamu alitumia gesi ya sumu dhidi ya Wairan na hata raia wake wa Kikurdi katika mji wa Halabja. Dunia ikatetemeka, lakini hakuna aliyemgusa bado. Alikuwa rafiki wa Magharibi. Agasti 1990 usiku wa giza, majeshi ya Saddam yakaingia Kuwait, taifa dogo tajiri kwa mafuta. Alisema Kuwait ilikuwa ikiiba mafuta ya Iraq kwa siri. Dunia haikukubaliana naye ndipo Marekani ikiongozwa na Rais George W. Bush ikaanzisha operation iitwayo Desert Storm, vita ya ghafla na ya kisasa kabisa ya karne hiyo. Ndani ya siku arobaini na mbili tu jeshi la Iraq lilipondwa. Saddam akabaki madarakani, lakini taifa lake liligeuka kuwa kivuli. Vikwazo, njaa na mateso ya raia wake vikawa ni rafiki yake miaka kumi na mbili baadaye, mwana wa Bush, George W. Bush, akaamua kumaliza kazi aliyoshindwa baba yake. Marekani ikadai Saddam anamiliki silaha za maangamizi yani weapons of mass destruction. Machi 2003, anga la Baghdad likapasuka kwa mabomu, usiku ukageuka mchana wa moto. Sauti ya redio ilisikika, shock and awe na hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa mwisho wa Saddam Hussein. Miezi michache tu baadaye akakimbilia kwenye mashimo ya ardhini. Disemba 13, 2003, askari wa Marekani walimkuta akiwa amefichwa chini ya ardhi, ndevu zikiwa zimeota, macho yake akiwa bado na ule ukali wa simba aliyenaswa. Mahakama ya Iraki chini ya uangalizi wa Marekani ikamhukumu Saddam kifo kwa mauaji ya watu 148 wa Dijail. Kwa wengi ulikuwa uamuzi wa haki, mtu aliyeua maelfu alipaswa kuonja adhabu yake mwenyewe. Lakini kwa wengine ulikuwa kisasi cha kisiasa, kwani hakuna silaha za maangamizi zilizopatikana, na hukumu ilionekana kama maigizo ya Marekani mbele ya dunia. Tarehe 30 Desemba 2006, alfajiri ya Eid al-Adha Saddam Hussein akapandishwa juu ya jukwaa la kunyongwa. Kabla ya kitanzi kumshika, akatamka maneno yake ya mwisho: Allahu Akbar, Palestina hai. Kisha ukimya. Ulimwengu kagawanyika, wengine wakishangilia, wengine wakilia. Wapo waliomwita dikteta aliangamiza ndoto za watu wake, na wapo waliomwita shujaa wa Kiarabu aliyeweka heshima mbele ya Marekani. Baada ya Saddam Iraq ikaingia katika giza jipya makundi ya kidini yaani Sunni Shia na Kikurdi yakaanza kugombania madaraka milipuko ikawa kawaida na kundi hatari la ISIS likazaliwa kutokana na ombwe la uongozi uchumi ukaporomoka mafuta yakawa baraka na laana leo hii Iraq bado inatembea kwa magoti ikijaribu kujenga taifa jipya lililopoteza umoja na mwelekeo, heshima na simba wake wa zamani. Wengine husema angekuwepo Saddam tungekuwa na amani, lakini tukiishi kwa hofu. Wengine hujibu sasa tuna uhuru, lakini bila matumaini. Saddam Hussein alikufa, lakini kivuli chake bado kiko Iraq, kila barabara, kila jeshi, kila sauti ya mgawanyiko inabeba urithi wake. Alikuwa kama moto ulipowashwa, uliwasha dunia; ulipozimwa, uliacha majivu ya historia. Na kama alivyoandika mwandishi mmoja wa Kiarabu, Sadamu hakufa kwa kitanzi, alikufa siku dunia ilipoacha kuogopa mtu mwenye msimamo. Hii leo ni miaka mingi imepita tangu kitanzi kikatishe maisha ya sadamu Huseni. Ni mafunzo gani tunayapata kisiasa na kiroho kutokana na maisha ya simba huyo wa Baghdad? Ni kwamba kila hadithi ya kifalme ina mwisho wake na kila mwisho hubeba somo. Maisha ya Saddam Hussein ni kioo kinachoakisi nguvu, kiburi, heshima na upotevu, mambo ambayo bado yanaishi ndani ya viongozi na raia wa dunia hii. Saddam alipanda kutoka kwenye umaskini hadi kileleni kwa ujasiri na uthubutu usio na mfano, lakini akasahau kwamba nguvu bila huruma ni kama upanga usio na mpini. Unakata hata yule anayeshika. Aliijenga Iraq kwa kasi ya ajabu, elimu bure, mafuta ya kustawi, miundombinu ikaongezeka, taifa likawa lenye heshima katika ulimwengu wa Kiarabu. Lakini ndani ya ujenzi huo kulikuwa na ukimya wa hofu. Alitawala kwa uoga badala ya upendo. Mwisho wake ukaandikwa na uoga huo huo. Wakati wa vita dhidi ya Iran, Marekani na mataifa magharibi walimuita mlinzi wa ustaarabu, lakini alipovamia Kuwait, hao hao akamuita tishio kwa dunia. Huu ni ukweli wa kisiasa: mara nyingi dunia haina adui wala rafiki wa kudumu, bali maslahi ya kudumu. Sadamu walipuuza falsafa hii, akadhani heshima ya dunia ni ya milele, kumbe ilikuwa ni kivuli cha muda tu. Wapo wanaomkumbuka kama shujaa, lakini hakuna anayesema alileta amani ya kweli. Hofu inaweza kuleta nidhamu, lakini haiwezi kuleta uaminifu. Ndiyo maana hata wale waliokuwa karibu naye walimwangalia kimya, wakingoja siku ambayo simba angepoteza meno. Uongozi wa hofu hujenga kasiri la mawe lakini hubomoa mioyo ya watu. Sadamu alikuwa jasiri kiasi cha kumkemea waziwazi Rais wa Marekani akisema, tutawafundisha maana ya maumivu. Lakini dunia ya leo haina tena vita vya nguvu pekee, ni vita vya taarifa, teknolojia na diplomasia. Ujasiri wake bila hekima, tazama sasa, uligharimu taifa lake. Kuna kitu cha kiroho katika maisha ya Sadam pia, ni muhimu kukijua mtu aliyeamini sana katika hatima na nguvu za Mungu, lakini akazama kwenye matendo ya ulimwengu. Aliponyongwa siku ya Idil Adha, siku ya sadaka, wengi waliona kama alikumbana na hukumu ya kimungu, lakini wengine waliamini ni alikufa kama shahidi wa msimamo yake. Vyovyote itakavyotazamwa, somo kubwa hapo ni hili: hakuna kiti cha enzi cha dunia kinachoweza kushindana na kiti cha haki cha mbinguni. Saddam ameondoka lakini ameliacha taifa lililovunjika. Hapo ndipo historia itatukumbusha kwamba uongozi haupimwi kwa urefu wa utawala, bali kwa uimara na urithi unaobaki. Kiongozi bora ni yule ambaye hata maadui wake wanakiri kwamba alijenga zaidi alivyobomoa. Saddam Hussein alikuwa kama kitabu cha moto, kuna waliokisoma na kuungua, kuna waliokisoma na kupata mwanga. Katika dunia ya leo yenye migogoro, maslahi na hofu, hadithi yake inatukumbusha ukweli huu muhimu kabisa: nguvu inaweza kukutengeneza mungu wa dunia, lakini upendo na hekima pekee ndivyo vitakavyokuweka kwenye kumbukumbu kumbu za milele. Asante kwa kunisikiliza.